Umezungumzia ukubwa na maandalizi ya mchezo kwa ujumla. Serikali mmeanza kwa kutoa ndege, tungependa kufahamu, hatujasikia ahadi rasmi kabisa, eh, kuanzia bao la mama eh, hilo la kwanza, na endapo Simba atachukua ubingwa, kitu gani hasa kama serikali mmewaandalia? Uh, kwanza, kwenye bao la mama, kwa sababu tuko kwenye nusu ya kwanza hizi finali. Tumalize mchezo wa kesho alafu uh, ahadi itakuja, lakini kwenye bao la mama Mheshimiwa Rais ameniagiza kusema kwamba bao la mama sasa hivi ni milioni thelathini, kila goli ambalo wachezaji wa Simba watalipata ni milioni thelathini. Na nilisahau kusema hapa wakati naongea nao, lakini tutapata nafasi ya kuwafikishia ujumbe huu. Kwa hiyo ukatili wao, na nimewekea alama za kufunga na kufungua, uh, ndio utajiri wao kesho. Sikuja na hela hapa lakini nitawahakikishia kwamba mabao watakayofunga tukifika nyumbani watakutana na hela zao hapo. Alafu hiyo ya, ya, ya bonus ya kwamba wakishinda kombe hili watapata nini, tutaisema tukifika nyumbani. Zana mara baada ya mazoezi ya mwisho. Pengine kitu gani hasa geni? Uh, moja ya vitu ambavyo mimi huwa nawaambia wachezaji kila wakati ni kwamba wao wanaujua mpira kuliko sisi, technically, kwa hiyo sisi tunachokuja ni kuwatia moyo na kuhakikisha kwamba wanafahamu kwamba tunawaunga mkono, tuko nyuma yao na yale yote yanayotakiwa kufanywa nje uwanja tutayafanya. Ile kazi ya ndani ya uwanja ndio ambayo sio ya kwetu, tunawategemea tuna wao kuifanya. Hicho kitu kimsingi kufan kwa nikiwaambia na nimewaambia leo tena. Mheshimiwa kwa kumalizia, moja kati ya stori kubwa ambayo inaendelea hapa Moroko ni kushangazwa kwa hiki ambacho kimefanywa na Simba. Wengi wanadai wachezaji wengi ni mara yao ya kwanza kushiriki fainali na wengine, kwa asilimia kubwa ni mara yao ya kwanza kushiriki haya mashindano, pengine kuna uzito wote kupitia hiki kuwafanya RS Berkane kuingiwa uoga katika mchezo huo, hasa zaidi baada ya taarifa kutoka kwamba mchezo unaweza kupelekwa eh, n wanatakiwa kuiogopa Simba. Simba kiukubwa ki, ni klabu kubwa kuliko RS Berkane of course moja, lakini uh, hata project wakati Fadul anakuja mwanzoni mwa msimu huu kulikuwa na mipango ya namna ya kuendea msimu na kuendea misimu kadhaa ya mbele. Kwa hivyo kama alivyosema leo kocha, tuko mbele ya muda na namna ambavyo ameuendea msimu na mafanikio yaliyotokea, unaona kabisa kwamba Simba imefanikiwa. Naona dude limewaka mapema kabla ya muda ambao kocha alikuwa umeupanga. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Berkane wanatakiwa kuiogopa Simba na kuiheshimu kama ambavyo uh, Simba wanaiheshimu Berkane.